Jamal Islam TV, television ya Kiislam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika kipindi maalum cha maswali na majibu kuhusu msafara wa Hija kwa mwaka huu kupitia Jamal Islam TV. Leo tunawaletea majibu ya moja kwa moja kutoka kwa shehe wetu mpendwa kuhusu maswala muhimu yanayowagusa mahujaji waliopita na wale wanaojiandaa kwa Hija ijayo. Jamal Islam TV. Sheikh, tunaomba utupatie tathmini ya jumla ya msafara wa Hija wa mwaka huu, changamoto na mafanikio yake. Kwanza nishukuru jio wenu kwenye ofisi yetu naamini, eh, kwa hilo mahujaji watakuwa wamejua mengi kuhusu Hija itayofuatia eh, kwa wastan ni kwamba sawa na umevyoniuliza, safari ilikuwa nzuri alhamdulillah. Eh, kubwa tunamwomba Mwenyezi Mungu kabul licha ya changamoto ambazo zilikuwepo, uh, hali ya hewa na hivyo, na ni kawaida mahaji dunia nzima, hija inapomalizika kurudi, afya kidogo hawako vizuri. Uh, hapa kwetu wako ambao walifikia hata mahospitali kwa afya yao, lakini waliendelea vizuri na sasa wako nyumbani alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awape shifa ya kudumu. Wenzetu wapo ambao walifisha kabisa kama Uganda, yupo bimkubwa ambaye alizikwa Madina baada ya haji akawa amefishwa. E, hali ni hiyo, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bibi aliye katikati ni bibi Rahma, raia wa Uganda aliyefishwa Madina baada ya hija. Aliye pembeni yake ni kijana wake maskini, akimpa mama buriani. Allah ampe mama yetu pepo, amin. Je, usajili wa mahujaji kwa ajili ya hija ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita umenza lini na unaratibiwaje rasmi? Uh, usajili kama mmevyotaka kujua, swala lizuri sana usajili. Uh, katika hija elfu mbili ishirini na sita sawa na elfu moja mia nne arobaini na saba kwanza, uh, ni kipengele muhimu sana, yule anakusudia kuifanya ibada ya haji aelewe, aende na kalenda hii. Hii ndio kalenda ya wizara uh, ambayo tumekabidhiwa ya kuja kufanya kazi Uh, tarehe tisa mwezi wa kumi na moja alfu mbili ishiri na tano itakuwa ni sawa na kumi na nane Jumada lula mwezi wa tano kiislamu alfu moja mia nne arobaini na saba. Si tarehe tisa mwezi wa kumi na moja hiyo inaitwa ni tarehe, kutakuwa kipengele kinaitwa tauqi ta, ta, ta, itifaqia uh, tartibat shuun al hujaj, maanake kusaini mikataba ile ya uh, mipangilio yote ya hija tunakuwa tunaweka saini hapa pana kitu muhimu sana cha mtu kuelewa e, inakuwa inabidi ukaeleze una mahujaji wangapi na hivyo na vile aende ananifuata muislamu kwa ufahamu wa juu kwenda kusaini kipengele hicho una mahujaji wangapi tarehe tisa mwezi wa kumi na moja elfu mbili ishirini na tano kwa hiyo kumbe usajili mpaka hapa inaombwa ni mapema ndio kule unakwenda kutoa idadi ya mahujaji ambao utachukua wakati huo. Halafu kinafata kipengele kingine, baada ya hilo panakuja kipengele kinafuatia ni tarehe 6 mwezi wa Rajab 1447 sawa na ishirini na moja mwezi wa kumi na mbili Tumetoka mwezi wa 11 tunakwenda mwezi wa kumi na mbili ishirini ishirini na tano. Wanasema intihaa fatra tahwil lamwal matluba litaaqod ala hazmi lkhadamati lasasia Unaona kuwa tumekusha maliza kulipia, yani kuagiza mali, kuagiza mapesa. Yanatoka hapa na dunia nzima ni hivyo, yanatoka kwenye nchi yako ile, sawa na utaratibu wa uagizaji, yanakwenda mpaka kwenye mihfadha inaitwa almihfadha elektroni, manake maanake mihfadha ina ya wizara hiyo, unaingiza ile mapesa kule. Kwa hiyo inatakiwa umaliza kutransfer zile pesa ziwe zimekusha kwenda kule tarehe sita Rajab tarehe 21 na moja mwezi wa kumi na mbili mimi na mahujaji arobaini na mapesa yao ni hayo. Unaona, tarehe 21 na moja mwezi wa kumi na mbili mpaka hapa. Anatembea na muislamu anakwenda, anaelewa kuwa inaomba kulipia mapema, ili pesa yangu iwe imekwenda kule mwenye ile mifadh aka wakati muwafaka, vinginevyo haji anakuwa amechelewa. Hali inakwenda ni hiyo. Kisha tunakwenda tarehe moja Shaaban 1447 sawa na ishirini mwezi wa kwanza 2026, wanahama wizara kwenye kipengele kingine, wanasema hapo, intiha fatra tahwil la mwal matluba. Hapo wanafunga muda ule wa kuagiza transfer yayo mapesa, wanakuwa wamefunga njia, hakuna njia ya kufunguka pesa ingie ndani ya sanduku lenu kule wizarani, hakuna, wanakuwa wamefunga pesa za kulipia majumba Maka, Madina, mabasi zile, na hivyo mlango unakuwa umefungwa. Kumbe inabidi ni mapesa yanakuwa yapo yameagizwa kwa wakati. Narudi tena hapo tarehe moja Shabani elfu moja mia nne arobaini na saba sawa na ishirini mwezi wa kwanza elfu mbili ishirini na sita intiha fatra tahwil lamwal lmatluba litaakud ala khadamati sakan fi maka walmadina munawara wa khadamati naqli ila almihfadhati lelektronia, manake muda unakuwa ni huwa wa kuagiza mapesa. Wizara inakwenda kipengele kingine, tarehe kumi na tatu Shaabani alfu moja mia nne arobaini na saba, sawa na moja mwezi wa pili ishirini ishirini na sita, moja mwezi wa pili wamegawa ni sehemu ya pili, wanasema intihaa mintaaqud ala khadamati sakan fi maka wal madina al munawwara wa khadamati naql, manake ni uwagizaji mwengine wa pesa huo, wanasema wanakuwa wamefunga sasa, nani ya kununua mafungamano yale ya nyumba Maka, Madina na hivyo na nani zote, yani mwisho wa kulipia kwa lugha fupi mwisho wa kulipia tarehe moja mwezi wa pili elfu mbili ishirini na sita. Intihaa min altaaqud ala khadamati sakan fi Makka waalmadina wa khadamati naql, mwisho wa kulipia ni hayo. Kwayo tunakwenda kipengele kinafuatia, wanasema ishirini Shaban, ishirini Shaban elfu moja mia nne arobaini na saba sawa na nane mwezi wa pili elfu mbili ishirini na sita hii inakuwa ni kipengele, tunakwenda bado. Marhala tisdari tashirat, wanafungua mlango wa kwanza kuprinti visa, printi visa, kwa kuwa umekusha walipia. Wale watu nyumba yao Maka ipo, Madina ipo, basi zao zipo, mahema yao hayo yapo, na hivyo tayari mapesa yale yaliingia, na yamekatwa, yamelipiwa. Sasa wanakufungulia dirisha la kuprinti visa zao, bado marhala tisdari tashirat tarehe ishirini Shaban sawa na tarehe nane mwezi wa pili. Kwa hiyo mpaka hapa unaona hatujaingia hata Ramadhani na hija imemalizika. Hatujaingia Ramadhani, hija tayari, mahujaji wapo tayari, imemalizika. Kumbe ni zinduo muhimu sana, haji atoke kule kwa kuulizia hija ndani ya Ramadhani, akumbuke kwamba hija hii, kuna mahujaji walibaki na mapesa yao yakabaki ofisini, alhamdulillah, wakayawekeza kusema meda mbio ni hizo e, tunacha pesa yetu hapa, tunasubiri hija ya mwakani. Kwa hiyo ingia mapema ili ufanye nini? Ukimbizane na hizi mbio. Hii ndio wizara ya hija ambayo inataka mambo ya hija dunia nzima yawe imekamilika mapema. Tunatoka ndani ya mfumo, ndani ya Ramadhani ndio swala la kuja shekhe, na hija ni ngapi mwaka huu ndani ya Ramadhani? Mama umechelewa tunakuambia umechelewa. Tayari mapesa wamelipa yako kwenye fuko la wizara na makato tayari, na nafasi zao tayari zimeandaliwa hii ndio hija, kwani kipengele muhimu sana icho cha ishirini Shaaban. Ishirini Shaaban ndio mwanzo wa kutoa viza. Kumi na tatu Shaaban mwisho wa malipo yote, mwanzo wa kutoa viza ishirini Shaaban wanasema uh, tarehe sita Shawal ndio namalizia sita Shawal alfu moja mia nne arobaini na saba sawa na ishirini mwezi wa tatu, ishirini mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na sita alintiha min marhalati, alintiha min marhalati sdari tashirati, mwisho wa kuprinti visa make. Na yule alikaa kwa mashine kuprinti visa, naye anafungiwa mlango, wemezima mlango, hakuna njia ya kuprinti tena visa tarehe ishirini mwezi wa tatu. Kwa hiyo visa zinaprintiwa kuanzia tarehe nane mwezi wa pili mpaka ishirini mwezi wa tatu, visa mwisho wa kuprinti kwao. Vipengele muhimu ni hivi vya malipo vya kulipia kwa sababu visa haiji ila umeilipia. Kumbe mwisho wa malipo hapa kumi na tatu Shaabani, ambapo ni sawa na moja mwezi wa pili alfu mbili ishirini na sita mwisho wa malipo inshallah. Tunawatakia wale wenye nia ya hija biidhnillahi taala, Mwenyezi Mungu awarahisishie waweze kuingiza mguu mapema e, ili hija yao pia iandaliwe mapema sawa, na taratibu za wizara ya haji na umra kwa hija 2026 sawa, 1104, na 1447 nadhani mpaka hapo. Uh, ulizo lako nitakuwa nimelijibu nime kwa kiasi fulani. Burundi ilichukuliwa vipi na Wizara ya Hija ya Saudi Arabia? Je, kulikuwa na heshima au zawadi yoyote maalum kwa utendaji mzuri? Uh, swala lizuri pia. Burundi inaongoza vizuri. Burundi katika wizara ina nafasi nzuri sana. Tulikuwa ndani ya kikao eh, muhimu sana na Mheshimiwa waziri wa haji na umra na bodi lote la wizara wakitoa zawadi kwa watu ambao wamefanyafanya vizuri kwenye hija. Zilikuwa nchi kama makina Iraq, wakina uh, Nigeria, wakina uh, nani, Indonesia na hivyo, zilikuwa nchi mbalimbali. Mimi nilitegemea wataninyanyua, Jamali, njoo jukwani, umefanya vizuri, lakini uh, hatujapata hiyo bahati ila kwa kuwa bado wanatujali eh, kama unavyofuata kwenye picha, nikiwa na vigogo wa wizara, walitupa eh, zawadi nyingine ya kuandika eh, ikiwemo eh, kijitabu kizima hiki ambacho mtu unazawadiwa risala hii ambapo ina inwani imeandikwa, shukran lakum, maana mnashukuriwa, wizara inakushukuruni. Hii ni rasmi katika nchi zile ambazo kidogo zilikuwa kugonga mlango na kupata zawadi jukwaani, lakini pointi hazijafikia tukawa tumeshukuriwa. Kwa hiyo badala ya kuandikiwa mikhalafa na kuwa umefanya makosa umekwenda hovyo na labda kufungiwa kabisa hija hakuna mwa hiyo nchi. Tumshukuru Allah subhanahu wa taala. Burundi, sawa na udogo wa nchi yetu, lakini inaongoza vizuri na kuwakilisha vizuri sana e, nchi yetu ya Burundi na kupata vitu kama vitu kama hivi. Kwa upande wa huduma na maendeleo ya mahujaji, ni maboresho gani muhimu yameonekana safari hii ikilinganishwa na miaka ya nyuma? Uh, suala lizuri, pia uh, niseme uh, maendeleo kwa mahujaji wetu, mahujaji wenyewe ni mashahidi. Mahujaji wenyewe ni mashahidi, toka hija zimepita nyuma kule yako mazuri mengi ambayo ofisi imefaulu kuyafanya. e, miongoni mwa mazuri mahujaji wa 2025 ni mashahidi. Chukua hoteli la Madina tu mfano mdogo, hoteli ya Madina Wardatul Rayyan ambapo ilikuwa ni hotelini ukitoka unaingiza mguu msikitini haram i ni jambo moja kubwa sana hoteli. Ukitoka hotelini dakika mbili, kwa mtu mwenye kusundasunda yule wanavyosema, tayari ameingia ndani ya haram. Unatoka hotelini mbele yako hakuna hoteli nyingine kama unavyofuata kwenye picha, ila mbele ni miavuli ya haramu, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo walikuwa karibu sana, yani wako msikitini kwa kifupi, ambapo unakuta wale tunasema, sijui Amerika, Faransa, Uingereza na hivyo, labda wako hoteli za nyuma yetu sisi kama Burundi. Kwa hiyo Burundi iko kifua mbele kwenye hoteli inaitazama haram, tena hoteli ya kisasa kabisa, kisasa kabisa. Hoteli ya kisasa ina vyombo vyote vya kisasa sana. Kwa hiyo ni hatua ambayo Burundi imefanya nini, imepiga wao wenyewe wanasema hoteli iko liksi sana, hoteli nzuri sana. Kwa hiyo ni hatua hizo, kama vile ni hatua e, kuwatoa mahujaji Madina na wanakwenda uwanja wa ndege wa Madina kwa safari ya kuja hadi sababa, ni hatua pia. Hija za nyuma ilikuwa unawatoa Madina, unawapeleka Jeda, masafa kilomita mia tano hivo -hmm. Wanakwenda wamechoka, lakini kuwatoa Madina dakika chache tu wameingia airport ya, ya Madina na wanaruka wanakwenda Addis Ababa. Yote hayo eh, ni mabadiliko makubwa sana. Lakini vile vile pia mabadiliko kuwatoa Madina, kutua Addis Ababa na kuwaambia wale mahabasha Ethiopia tulazeni hapo, wanalala mzingine hoteli nzuri kabisa, wanapumzika, eh, mwili unarudi kuwa sawa kwa kujipanga kutua Bujumbura. Kwa hiyo kuna mengi mazuri ambayo yanafanyika walillahilhamdu tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kuyaboresha zaidi. Je, kuna wito maalumu kwa wale wanaotaka kujiandaa mapema kwa hija ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita hususan kuhusu malipo na usajili? Uh, uh, wito wetu wa, wa, wa, wa, wa mwisho kama uh, umevoniomba nisititize kule kule, haji alinde hicho alinde hicho tarehe kumi na tatu Shaabani, sawa na moja mwezi wa pili, moja mwezi wa pili elf, elfu mbili ishirini na sita Mwisho wa malipo ya vyote mwisho wa malipo ya vyote ofisi. Haiwezi kukulipia kile ambacho haujawekeza ofisini, kumbe inaombwa kuanzia sasa. Kile ambacho ofisi imerahisisha, kuanzia sasa unaweza kuja kidogo, unaweka, wanakupa risiti kidogo, unaweka, wanakupa risiti, mpaka unajikuta kwenye hizo tarehe umemaliza malipo yako salama. Allah subhanahu wa ta'ala tuwekee wepesi. Ofisi gani rasmi zinahusika na kusajili maujaji kwa sasa, na ni njia gani rahisi ya kupata maelezo zaidi? Ofisi zinahusika na kusajili mpaka sasa ni hapa ofisi mama ambayo inasajili, yuko katibu Bwana Haji Kasim, eh, na iko ofisi eh, ya ina, inaongozwa kule na kina Haji Rusambo. E, wanasajili pia. Kwa hiyo zungukia kote huko, utakuwa umesajiliwa, na namba za wahusika ni hizo zinapita. Kwa namba yeyote ile unaweza wasiliana nayo akakupa maelekezo kwa upana zaidi inshallah. Namshukuru Allah Subhanahu wa Taala na, subhana wa na ninakushukuruni e, vijana ambao mnapeperusha habari hizi. Mwenyezi Mungu akulipeni pia kheri, na ni matarajio yetu insha Allah, na kuoneni bado vijana hamjahitaji kule hija kusukumwa kwa pusipusi, bado mnaweza kutembea siku moja. Mwenyezi Mungu akuwezesheni mpate uwezo wa hija au ofa ya kwenda kwa hiji, na bado mko vijana insha Allah, muweze kuifanya hija ambayo anairidhia Allah subhana wataala. Kuwaona watu wanaifanya wameridhika, wako na nguvu, hajakunja uso kwa kuchoka, lakini bado anafurahia, anafurahia hija yake biidhnillahi subhana wataala kama vile ni matarajio yetu ofisi, tumepiga hatua sasa hivi, tunasafiri na daktari wa kwenda kuhudumia ambao wamesibiwa labda na tatizo, ili wanakuwa karibu kumwona daktari. Tunafikiria si ajabu siku moja ofisi tukasema vijana wetu hawa wa tv online, eh, leta passport. Tunanyanyuka na mmoja anakwenda kurusharusha kamera zake kule inshallah, na kuyarusha eh, matangazo kwa wepesi zaidi. Tumwombe Allah subhana wa taala, kila penye nia pana njia na yote hayo kwa uwezo wa Mungu, iko siku tutayafikia. Ni hayo mnashukuriwa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wengi mtajiuliza malipo ya hija 2026 ni kiasi gani? Alitushangaza kiongozi kwa kusema malipo ni yale yale walolipa hija 2025, hatuzidishi chochote kwa kuwa lengo letu kazi bora, japo faida ndogo. Kwa aliye nje ya nchi anaweza mlipia hija yake kwa transfer ya benki kwa kufuata maelekezo hayo. Tunamshukuru shekhe kwa majibu yenye hekma na mwongozo. Kwa niaba ya Jamal Islam TV tunawashukuru watazamaji wote kwa kutufuatilia. Mwandishi wetu wa leo alikuwa ni Omar kutoka Jamal Islam TV. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Jamal Islam TV.